Haya mtazamaji, tunaendelea kwenye episode ya kumi. Karibu tuende mbele sasa. Ametoka kule kumiminia kinywaji, kijana anatazamwa kweli kweli na yule sena. Oh, ni Kai, sasa umefanya kazi nzuri no sana. Lakini hebu tuachie hii kazi, tuendelee nayo na sisi. Kwa hiyo mnataka kufanya nini baada ya hapo? Kwanza inabidi hapa tupaharibu kabisa, watu wasije kutupata tena hapaa i di Hivi unajua you know, kama usipofanya vitu kwa kufikiria utakuja kuishilia vibaya. Unataka kusema nini kwani? Ni kwamba wewe bado hujaji yani hujafanya maamuzi ya kumuua Fu Hongxue. Hebu acha kuongea upumbavu wako. Kivipi sasa? Yani kwamba umekasirika. Umechukia kwa sababu nimekuambia tuna fursa nyingi tungeweza kumuua. Tumekupa wewe lakini umeshindwa kufanya hivyo. Sasa unanionya kwamba niwe makini niwe. Mimi nishakwambia nataka kumuua Fu Hongxue, wewe hujaelewa. Tulishajua ni yeye. Na tulishakubaliana tumalize. Sasa unataka kitu gani tena? Hivi unajua boss akijua hii kitu atakukasirikia sana? Alafu atakuona mjinga sana. Yani umekuwa kama unajifanyisha, fanyisha, unataka sana kutulinda kumbe. Sasa sema, wewe unasema kitu gani wewe mimi nishaapia kumpenda mwanaume yule. Na hasa kama atakuwa ni adui wa kwetu sisi. Hapa ni mahali palipotulea sisi. Aa, kumbe unalijua hilo, basi hilo limeeleweka. Mm, so, hatutafanikiwa tutafanya mashambulizi pale atakapokuwa bado hajajiandaa. Tumeelewana? Kesho nitamwambia kwamba Ma Kongqun yuko sehemu fulani, alafu hiyo itakuwa nafasi yetu sisi ya kuenda kumalizana naye huko. Sasa kama kawaida, inapofika majira ya jioni, hapo basi katika ilo hekalu au ilo likasi yu. Burudani inakuaga ya, ya aina yake na mburudishaji namba moja ni huyu chui nana anakuaga anapendeza sana. Hata wanaume mbalimbali wanaokuwa wanafanya safari zao katikati ya jango hilo wanapenda kuja hapa zaidi e. Wengi sana ni kwa sababu wanatamani kumuona huyo chui, huwa kwanza wanamkubali sana e. Kwa hiyo ni kwa mara nyingine tena wamepata nafasi e. Unaweza kuona kuna burudani fulani natolewa jioni ya s E, na watu mbalimbali wakiwa wanakula zao tu bata kama kawaida. Sasa nakukumbusha mambo muhimu wakati tunaangalia hao wengine wa kila starehe ya kwamba zingatia kusubscribe channel yetu tafadhali. Subscribe, like, comment, share. Tuna channel nyingine inaitwa Mr. Lukindo. Search, tafuta jina la hiyo channel, subscribe. Ukitaka kununua YouTube channel, nipigie kwa namba unayoona kwenye screen. Lakini hakikisha umesubscribe YouTube yetu tafadhali. Basi kwa unataka kutangaza na sisi nambari ya simu hiyo kwenye screen yako. Lakini tuna YouTube yetu nyingine inaitwa Ya Lukindo. Ya Lukindo ni channel ya YouTube ambayo tunawekaga recap. Ukiitafuta utaipata. Matangazo hayo ni muhimu sana, zingatia. Sawa bwana eh? Karibu sana. Haya, angalia basi katika kasri burudani ilikuwa ikiendelea kutolewa ile jioni na watu wote eh, wakiwa wako pale wanapata zao tu pombe, wanapata zao tu vyakula. Ni sehemu ambayo basi ni kama kasino sio kasino. Yaani ukienda pale kuna starehe za kila aina. Watu walishangilia sana, lakini alipogeuza shingo yake na mimi ili kwenda kumwahi mwamba yule amwambie kwamba sasa mwamba mwenyewe ndio mhusika. Ndo huyo minzu, ndo huyo hapa. Sasa anakuaga ni mkorofi sana huyu, ndo halisi Ye Kai halisi. Ndo mnapigwa makwenzi, mnapigwa mateke. Basi araka sana, baada ya kuwa mindi na nini, akawa amewaita waende wakale. Angalia sasa. Acha ukapikwe kwanza. Sasa kwanza akiagiza sasa, sasa, <laughs> mara... yani kitu anaweza kakumbia. Anapiga watu mateke hawa, hawa, anamhudumia hawa, hawa anawapiga, ana siku zote zile alikuwa huko chini tu amefukiwa huko. Nasema, yani na miaka tu 20 kwa nini pitie mateso kama haya? Mimi sijala, eh, zaidi ya siku kumi. Na ninajua kama ni huyu mshenzi ndo amenifungia huko. Huyu yani nitakavyomkamata nitamkata vipande vipande, nitamkata Tam kata kata afu na watupia mbwa. Bosi, jikaze kidogo. Waita kuja haraka hapa. Tangzu lije, lete nyama nzuri wewe ya mbuzi. Fanya haraka. Lete na supu moja safi ya moto. Kama hauna, nitachoma duka lako, ya haraka. Sasa watu wanamuogopaga, wanamjua. Kama akipo inabidi mkazi. Mm, basi ndio hivyo ameshaingia katika location au sehemu hiyo. Oya, huyu jamani nani mbona atufokea namna hii? Yaani amesema anataka siku sijui mguu wa mbuzi. Anasema tusipofanya hivyo atachoma hapa. Sasa kiduga chetu hiki kidogo tunatoa wapi mbuzi? Tufanyaje sasa? Basi akatokea yule mwanadada msidi akasema mimi nina njia ya kufanya kila kitu. Kama teni hii. Haya, eh, njoo kwambie. Eh, chama. Ha, tuna. Basi akatoa mbinu pale. Haraka sana yule mmiliki wa hilo eneo akachomoka pale, wakati wakiwa wamesepa huyu bibia akajiongeza. Maana yake sasa yuko jikoni ima, maana yake ni kwamba kuna kitu anaenda kufanya. Sasa angalia ameenda kuvaa vizuri. Tayari ameshakaa sawa. Hey, nani huyo? Najua unachopenda boss, tumekuletea unachokipenda. Haya, na wewe ni nani? Sasa MSD amevaa so, na kama muhudumu<tiped> akaenda pale ka <coughs> <coughs> <coughs> E, sa, e, hii itakusaidia kidogo utaat insi ile kaketi hapa, kawekewa kuku pale. Sasa binti naye akaketi ah, hapa anataka uh, kuhakikisha jamaa atapiga kuku da, da, da, vizuri <coughs> kabla hujala, lakini hebu pata na kakinywaji kidogo, hebu <coughs> kunywa basi kidogo. Ah, jamani ze, shu, ume, aise, kweli hii ni test yetu kabisa ya kijijini kwetu Jiangnu. Sasa hey, uh, anataka kunywa anasita hey. Na humo ndo dawa imewekwa <coughs>

Utakuwa vizuri. He, Aya, kunyo, kunyo. <laughs> Sasa eh, akaweka tena chini. Sasa moyo wako unasema, "Wewe Ye Kai, yani wewe lazima nikuue." <todani> Lazima tutakutana mm. eh, mimi <todani> <kimpa>, na wewe tu. Sasa ameshapiga ile kuku mpaka inataka kuishi. Huyu Ye Kai, yani nitamkata kata. Mm, eh, bibi amemimina. <todani> Kila akimpa na

Hasa kila mara anamwambia anamwambia kunywa kidogo kidogo, binti ki jamaa anasema kwanza. Eh, ka kabisa. Ndio inaonekana chini kuna dawa. Maana yake sasa kashashukiwa. <tinyo> Eh, alipiga kelele, nisaidieni. Baada ya kumsuk vile nywele zikafunguka. Urembo wa mrembo huyu ukaonekana vizuri. Jamaa kumcheki namna hii. Eh, ni ya? Kumbe a Aya, kwa nini basi ulikuwa ukijifanya fanya hapa? Ni nini kimekufanya mpaka ukaja? Yeah. Sasa kumbe mwanzo alikuwa anajifanya. Ah, unajaribu kumsaidia Ye Kai. Dogo jeshi lake jamaa likatokea pale pale. Mambo yakiwa yanaendelea, kiongozi akamuuliza. Ah, nafikiri unaelewa kwamba umetafutwa ili kusudi uingie katika chumba cha jamaa kule. Nini kinaendelea eh? Fu Hongxue kwamba amejua wewe ni nani leo. Jamaa Fu Hongxue anamtaka huyu binti aende chumbani kwake, kumbia wewe usijali. Jin Mao e, nafikiri sasa wewe si una token ya kamanda. Ikiwa mimi niko kwenye hatari nitakuomba msaada mimi, mm -hmm. nachohitaji wewe uhakikishe kwamba hata kama misipo mji uko salama Hatimaye basi alielekea moja kwa moja katika chumba kile cha Mwamba, ajui nini ambacho kinaenda kutokea huko lakini kijana leo aliamua kumuita chumbani. Alipofika, alimkuta Mwamba amekaa zake pale anamsubiria kwa hamu kabisa amekaa steady. Basi anaamua kufunga mlango na ingia mule chumbani. Ana wasiwasi kulikweli. Bado hajajua nini ambacho Mwamba atafanya. Lakini pia alikuwa na woga kwamba ikiwa basi jamaa atakuwa amejua huyu ndani. Huenda anaweza akafanya chochote kile, lakini tumeshaona pia nia ya huyu mrembo ni kwamba wanataka wamtie wa kwenye mtego wa mbue. Sijui sasa atapona. Akamwambia anataka unichezee, basi pale pale mrembo akaanza kunengua. Hii ni kazi ambayo amekuwa akiifanya katika kasri ile kwa muda mrefu na wanaume mbalimbali wanaotoka pembezoni mwa mji wakifika katika hilo kasri pale ndani huwa wanapenda sana kumtazama kwa hiyo, burudani ilikuwa ikifanyika pale kwa ustadi wa hali ya juu sana. Mrembo akiwa anajiachia tu, ananyumbulika kila upande eh, ume, umekuwa kama vile yani anajiachia maana yake eh, e, mtoto laini anajiachia tu na vile vi urembo alivyovivaa ndo vinapiga piga tu kelele, kelele. Sasa yote hiyo ni burudani Stl za kucheza ni nyingi. Kuna wakati kama hivyo unasogea, eh chezea chezea mteja pale. Staili ziko za aina nyingi, na mrembo alikuwa anazijulia, kwa hiyo wanaume wengi walikuwa wanampenda kwa sababu hiyo. Leo kijana akiwa anataka kusogea eh, i mean binti akawa anataka kusogea, lakini anapita kwa mbali, jamaa akamvuta karibu. Maana yake nini? Kuna kitu anataka au inakuaje? Haya, ngoja tuone. Pale wako wenyewe tu, wako wawili tu u akamuuliza hivi, nikuulize, utahuzunika kama ni kifa? Yani anamuliza swali gumu kabisa, utahuzunika kama nikifa. Binti akatafakari kwani ananiuliza hivi huyo. Akanyamaza hajataka kumjibu kitu. Basi bai jamaa akamwambia ikiwa itatokea hivyo siku moja, au kama hata mimi nitakufa, ikitokea hivyo siku moja, je, na wewe utahuzunika? Yeshu akasema inawezekana. Sayakan ukihitaji kujua ukweli kuhusu chochote kwa mtu, usisikilize wanachokuambia, watazame machoni. Sasa akamwangalia machoni, anamwambia haya, niambie baada ya kuniangalia machoni, wewe umeona nini? Tunku anasema mi nachokiona katika moyo wako, wewe umebeba maumivu wewe wala siwa hapa, unafanya kitu usichokipenda. Kila siku unafanya hicho hicho lakini hukipendi, na ukweli ni kwamba hapo ulipo, hata wewe mwenyewe tu, kuna namna tu umekata tamaa, hujipendi tena. So, ndio maana umekuwa ukifanya makosa mengi, lakini bado umekuwa pia ukikataa kukubaliana na, na ukweli. Akisema, katika hii dunia kuna mtu kama bwana kwamba eti anajua makosa ya watu wengine wa anyway, ah, kwa sababu unasema nimekosea. Unaona sasa ni ngumu basi kukubay, kukubay, kukabiliana na upeli. Mrembo akamtazama. Hebu niambie, Fu Hongxue, ni ni ukweli kwamba unataka sana kumkutana na Ma Kongqun. Akisema, mimi nilizaliwa ili nilipe kisasi. Akamwambia, sikiliza wewe Chui, unacheza hapa vizuri sana kila siku, lakini sasa ni vyema ukiondoka. <tune> Baada ya huduma alioitoa pale jamaa kuona vyema kama binti ataondoka bila chochote akaamua kumpa fedha. Anamuuliza ulipata wapi hizi fedha zote? Chinga <tune> <tune> Nilimuuliza nilimuuliza bosi, sha wewe, gharama yako ni kiasi gani? <tune> Kwa hivyo basi baada ya kuondoka. <tune> <tune> Sijaona kama inkwaza sijaona vizuri kama ungekuja kufanya huduma alafu alafu uondoke bila pesa. Akamwambia, unamaanisha nini? Ai kuna wanaume wengi wanakuja hapa na Ah, asante mimi na mkoka. Sijui imekuwa kuwaje. Gafla tu imekuwa sasa jamaa tena ametokea kumzimikia, sijui binti. Yaani gafla ameamua mpaka kutoa pesa, e, kwa bosi wake ili kusudi huyo binti asiendelee kuwa mtumwa hapo. Lakini ukweli ni kwamba hata bosi wake alishaamua e, kumwachia huru na kwamba ilikuwa basi binti alirushwa kuondoka, lakini bado yuko pale anataka kubaki hapo hapo. Basi ndio hapo anatokea Jin Mao wakasogezao pembeni. Haya, niambia vipi, umegundua chochote? Anasema hapana. Sasa huyu jamaa amekupa nini, mbona tusikuelewi? Akisema hata amna chochote sasa unajua kabisa ulitakiwa kujua huyu ni nani, lakini ghafla haieleweki tu eh. Haya, kama kupata hiyo nafasi sasa, inakuwa si, ungeweza hata kumuua ulipofika kule ndani. Wewe ziamini, binti akaamua kwa wazi, akatoa kuna hela, akazitoa pale mezani, ambazo alikuwa amepewa pesa nyingi sana kwa wakati huo. Ina maana hiyo ni hela nyingi sana sema, hizi pesa zote hizi ni za nini? Akasema huyu jamaa anataka kuninunua, ni busi shata kwa hiyo sio kwamba hukupata nafasi ya kumuua ila haukuweza kumuua, si ndio? Kumbe basi ningekisia tu kwamba wewe hukuwa na tana msaada. Kwa hiyo kumbe sababu ya huyu jamaa yuko hai mpaka leo ni kwa sababu umeshindwa kumuua na si kwamba hata unampenda hasa. Tuchague haya, unamchagua yeye ama unachagua hekalu letu hili? Hebu nikuulize. Sema kwa nini unaniuliza hivyo? Haya e, e, basi kwa hiyo hata kama ningekuwa nimempenda siruhusi kumpenda mtu. Kamwambia, lakini Jan Ma, wewe vipi? Mbona unaniuliza maswali? Sasa akamuuliza, lakini utawezaje kumpenda? Wewe, mimi nina sababu nyingine kwa nini sijamuua. Ni kwa sababu nilikuwa nataka kuelewa kuna kitu fulani anacho anakificha, nataka nikielewe. Kamwambia, unamaanisha nini? Huyu jamaa ana pesa. Alipokuja kwa mara ya kwanza, alikuwa hana pesa kabisa

Unajua yake nini? mmoja huyu mtu atakuwa afanye kazi peke yake, lazima lazima patakuwa na mtu, lazima na mtu mtu mtu anayeshirikiana naye naye, hata hata ya ya atakuwa na mtu anayemsaidia. Haya haya, basi tuseme, ndiyo hivyo. Baada ya hapo, sisi tumemfuata Fu Hongxue mara ya mwisho, lakini mwenzetu hata kumuona mtu aliyekuwa ghafla tu, naye alivyokuwa mjinga kabisa akalala, lakini umesahau ndugu zetu wote wale. Hmm? Kwa hiyo wewe una sababu ya kufanya hiki tunachofanya, si ndio? Umesha sahau wenzetu tuliowapoteza. Ni ukweli wenzetu wametangulia. Hata mimi najisikia uchungu sana juu ya basi, ulitakiwa kuitimiza ahadi yako, ulitakiwa kumuua Fu Hongxue. Aya, tumai tumemaliza basi episode hiyo, mtazamaji, bila shaka umejipatia uhondo si wa kawaida. E, tuseme basi tutakutana katika episode itakayofuata ya kumi na moja na zingine. Na mimi niko na wewe mpaka tamati. Wezi ngatia tu kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Mawasiliano yangu yapo kwenye screen yako hapo. Je, unataka kunichangia wifi au internet? Unaweza kutumia namba hizo. Ikiwa unataka tufanye biashara, unataka kutangaza matangazo yako, unaweza kuyaweka hapa. Kama haitoshi, unaweza kuwasiliana nami pia kwa ajili ya biashara. Unataka YouTube channel of Chi katika episode hiyo ya 10. Tutakutana katika episode ya 11 na muendelezo wake taendelea kukusimulia kwa lugha ya Kiswahili. Zingatia basi, subscribe sasa hivi kama haujawahi kusubscribe katika YouTube hii. Subscribe sasa hivi, comment, like pamoja na kushare.